Karibu sana kwenye chaneli yangu ya Nasib Zaburi. Kitu ambacho unatakiwa kukisahau kabisa hakikisha una subscribe, una comment, una like, na kushare video hizi ili wengine waweze kupata maujuzi na maujanja haya ambayo tumekuwa tukishare wote kwa pamoja. Itakuwa ni jambo jema sana ukifanya hivyo. Usipiti bila kusubscribe, itakuwa ni vizuri zaidi. Leo bana katika E, katika pitapita pita zangu nataka nije ni nikuoneshe tips moja tu ambayo unaweza ukaagiza mzigo kutokea China bure kwa kutumia kampuni ya AliExpress. AliExpress bana, kupitia wadau wake ambao wanafanya shughuli za usafirishaji, unaweza ukaagiza mzigo bure. Yani unafanya tu manunuzi, na mzigo kutoka China kuja Tanzania unakuja bure. Nataka nikuoneshe tips hiyo namna gani ambavyo inavyokuwa, namna gani zikaokoa. Tunaenda kwenye application yetu, tunaingia hapo, na kwanza kabisa tutakuonyesha bidhaa ambayo ina inalipiwa usafirishaji. Kwa mfano, tunaingia kwenye ATV, ukifungua ATV hapa, naisi unaona, unaona ilivyo nauza lakimbilieu ba tatu miatatu sti na sita 23. Hiyo ndivyo inavyouzwa. Kwa hiyo tunataka tuangalie sasa namna hii hapa kwanza inavyolipiwa gharama za usafirishaji, alafu then nitakuonesha ile ambayo hailipiwi kabisa ambayo ni free shipping. Na ni kweli kabisa, sio swala la, la kusema labda ni la kujaribu, ni kweli kabisa. Ukija hapo naona shipping cost yake ni kwamba gharama zake za usafirishaji ni laki saba na elfu nne mia saba, na mbili ukiagiza kwa tarehe kama ya leo itafika Julai thelathini na moja ama Agasti tarehe tatu. Kwa hiyo hii hapa bidhaa inalipiwa, yaani shipping cost inalipiwa laki saba. Kwa hiyo kama ulivyoona hapo, ndivyo ilivyo na ndivyo ilivyo. Kwa hiyo ukitaka kulipa sasa, utalipa fedha yote hiyo ambayo unaiona hapo, ambayo itakuwa ni laki mbili na laki mbili ya thamani ya kununua ambao pia ukiongeza na usafirishaji utaona kuwa imefika itafika karibia laki tisa hivi, itafika karibia laki tisa. Ukiangalia hapo pia unaona laki saba na elfu nne na mia saba na mbili ndio gharama ya, ya usafirishaji. Kwa hiyo hizo ndo zinakuwa gharama, ukijumlisha hiyo mara mbili kama laki tisa na kidogo. Kwa hiyo hiyo ndo mzigo ambao unalipiwa unakuwa wenyewe opo katika hali hiyo. Hapa tunakuonesha sasa namna ya pili, sasa kuona mzigo ambao ulipiwi kabisa. Mzigo ambao ulipiwi bana, tunaenda kutazama tena hapa hapa tu AliExpress. Hapa tunatazama mzigo ambao ambao una free shipping, ambao ulipiwi kutoka China kuja Tanzania, wenyewe utakuja kwa bure kabisa isipokuwa gharama za malipo tu ya kununua mzigo. Mfano, tuangalie kwanza kitu kimoja hapa, tuangalie labda hii flash ambayo ina upande mmoja na flash, alafu upande pili pia ina nini na OTP. Unaweza kutumia kwenye simu yako, unaweza kutumia kwenye PC kwenye kifaa chochote kile ikawa inakubali. Kwa sasa tunataka tuione hii, je yenyewe ikoje? Unaweza kuona, ili kuangalia mzigo wako unaweza kujirudisha kuona vifaa vyote hivi ambavyo vimewekwa hapo. Flash hiyo inaweza ikatumika. Unaweza shilingi elfu nne tu na hizo ni TB mzee sio GB. Kwa hiyo unakuja hapa imeandikwa hapa chini service commitment free shipping deliver Julai kumi na tatu hadi kumi na sita. Yaani huu mzigo kiufupi unasafirishwa bure. Huu mzigo unasafirishwa bure. Kwa hiyo ukiingia kwenye application yako ya AliExpress ukikuta mzigo umeandikwa free shipping, yaani mzigo huo unasafirishwa bure tofauti na pale mwanzo nilivyokuonesha tulivyofika hapo kwenye shipping, tuliona thamani ya fedha kabisa ya mzigo iliyokuwa imewekwa hapo tofauti na hapa kabisa, namna ilivyo. Hivyo ndivyo ambavyo naweza kuonesha tiki hiyo na mzigo ambavyo unavyokuwa unasafirisha bure kabisa. Kwa hiyo unaweza ukaja sasa ukachagua unahitaji kiasi gani. Nachagua mwenyewe tu hapa, kuna TB mbili, AGB elfu moja yani AGB elfu mbili. TB moja ndio GB elfu moja. Kwa hiyo unachagua ile ambayo wewe unahitaji. Bei zimetofautiana kutokana na capacity, ukubwa wa flash yenyewe. Ndio unategemea bei kuweza kufanyaje kuwa tofauti. Lakini ukichukua hiyo flash hapo, ndugu yangu, hadi kufikia Tanzania ni bure kabisa. Na sio Tanzania tu, popote pale ulipo. Mzigo unakufikia kwa bure. Kwa hiyo hivyo ambavyo ukitumia AliExpress kwa namna hii, kwa tips hii inaweza kukusaidia kabisa na kwa namna gani ambavyo kwa hiyo ni kweli kabisa mzigo unasafirishwa bure kabisa, kama hivyo unavyoweza kutazama katika bidhaa zingine ndogo ndogo. Kwa bidhaa ndogo ndogo zingine nyingi nyingi tu hizi, utakuta kabisa mzigo unasafirishwa bure. Nataka nikuoneshe tena hapa mzigo ambao unasafirishwa bure, lakini pia mzigo ambao una Una, unaweza kulipia. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo unakuta vinaandikwa pia ni free shipping. Kwa free shipping ni kusafirisha bure kabisa mzigo na kufikia. Na hii ni mikataba ambayo ameingia nayo na kampuni ambayo anasafirisha mzigo kitu ambacho kinawanufaisha sana wateja wao. Kwa hiyo kitasema hapo mzigo ni free shipping. Yaani huo mzigo kishakuwa free shipping, wewe utakacholipia hapa mzigo ukifika ni zile kosti ndogo tu kwa mfano za posta kama utaikuja kwa njia ya posta ni mara nyingi mea, mea, na range, kuna dola moja tu shilingi elfu mbili mia sita elfu mbili mia tano inategemeana na siku hiyo dola itakuwa kwa kiasi gani. Kwa hivyo ndivyo ambavyo nilihitaji nikuoneshe tips hiyo, ukizingatia na unaweza kuagiza mzigo wako bure kabisa, tofauti na mzigo ambao unalipiwa ambao ukiulipia utahitaji kujumlisha na fedha ya malipo moja kwa moja kwenye malipo yako ya awali kabisa. Asante sana kwa kuendelea kutuamini. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment ili wa kwanza kabisa kupata notifications za video hizi pale zinapokuwa tayari. Kwa hiyo tutaendelea kupa na mengi zaidi na zaidi ili kuhakikisha kuwa mzigo wako na kufikia kutoka China kuja popote pale ambapo unapatikana. Asante sana, asante kwa kuendelea kuitazama channel yetu.